Is one of the kurasa za maisha ya Maina Njenga hii leo zilifunguliwa moja baada ya nyingine katika mojawapo ya vikao vya tume ya ukweli haki na maridhiano. Maina Njenga ambaye alisemekana kuwa kiongozi wa kundi haramu la Mungiki lililohusishwa na no uhalifu na wizi wa mabavu We have But anybody who has been fighting, own napigankando na Maina Njenga ambaye amegonga vichwa vya habari kwa habari tatanishi na uhusiano wake na kundi hilo, hii leo alikaa na madai yote na kusema kuwa kundi hilo halikuhusika na maasu yoyote, ila ni kundi lililojaribu kujikimu kimaisha kutokana na ukosefu wa ajira.

Kundi la vijana la Mungiki lilisemekana kuwakeketa akina mama kutoka mkoa wa kati na hata kuwatoza madereva matatu ada ili kuweza kujikimu na kulikuza kundi hilo. Kinyume na hayo ni kuwa Maina Njenga hii leo alikiri kuwa wanasiasa ndio wale wakifadhili kikundi hicho na hata kuwapa silaha ili kuchochea vita katika maeneo tofauti, haswa baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008. You see many people coming together, youth coming together, politicians see votes, leaders see victory. Now, if you deal with so many people who are helpless, you can manipulate them with what you have. That's what happened. Kutiwa gerezani kwa Maina Njenga mwaka 2006, kuna semekana kuwa mpango wa serikali kuzua propaganda. Kwani kulingana naye Mungiki walitumiwa na serikali na hata kikosi cha polisi, ili kulaumiwa kwa baadhi ya uhalifu uliotendeka kote nchini. Pengine wengi watashusha pumzi kujua kuwa kikundi hicho hakipo tena, lakini matamshi ya Maina Njenga kuwa hakuwa kiongozi wa kundi hilo yanazua maswali mengi kuliko majibu. Saida Swale, KTN, leo.